Mwanaume anafika kileleni mapema zaidi, wote tunajua hiyo. Sio mwanaume anafika kileleni mapema zaidi, mwanamke anachelewa kufika kileleni mapema. Sasa wengi wanapofika kileleni mapema wana, kwa sababu ya hadithi za mtaani na watu wanaotafuta hela kwamba kuna ishu ya urefu, kuna ishu ya nguvu. 75% ya watu wanaofanya hii biashara wanaongeza nguvu za mifuko yao sio nguvu zako za, za kiume wanaongeza nguvu za mifuko yao 75%. Kwa sababu wanaume wengi wanaaminishwa kwamba hawawezi kwa sababu ya urefu na ufupi. It is not true. Sayansi inaniambia uume haupimwi ulivyolala unapuma, unavyonyanyuka na, na wanasema distansi ya uume kabla, wakati mtu akiwa nomo inatofautiana, inavari, ina vari. Lakini uume unavyosimama, uume wote ukisimama, uko fit suitable kwa, kwa wanawake watu wachache sana ambao wanakwendaga kufanyiwa operation ya kuongezewa, very few people. Lakini angalia elimu iliyoko sasa hivi, dawa ya kuongeza mpaka. Kuna wanaume wengine wanaona na wanawake wameshapata hiyo elimu imewaingia katika hali ambayo wake wamekubwa wamekuboa sana sana, unataka sana. Umalize, naambia kwanza, unakinanii. Baba akishasikia hilo neno, hata kama ni mtu wa IT kwenye kompyuta, anaona kidogo kila kidogo yani, kila kitu anaona kinani, yani kila kitu anaona kinani, yani hilo neno, hilo neno mwanamke kaona umemmaliza na anakuamua kupiga hilo neno. Na hilo neno bora uambie na mtu mwingine barabarani, sio na mke wako, sio na mke wako. Lakini ukweli ni kwamba kufika kileleni mapema ni mwanamume yoyote. Okay, however elimu nyingine hapo, kuna ambao wanafika zaidi ya ile mapema kutokana na changamoto fulani fulani. Tuna matatizo mawili makubwa ambao wanaume wengi hawajui. Kuna tatizo linaitwa early ejaculation, ambao wanaume wengi wanao, lakini kuna tatizo linaitwa rapid ejaculation, ambao wanaume wengi, wanaume wachache wanalo. Early ejaculation inaletwa na vitu vingi, hofu, kufanya tendo la ndoa kwenye mazingira ambayo you're not safe, au na mtu ambaye unaiba una kunapokuwa kuna insecurity unaweza kupata early ejaculation. Rapid ejaculation, it is more emotional. Inaweza ikaletwa na nyakati ambazo kuna maneno yamesemwa magumu kwako na mke wako, alafu unaofanya tendo la ndoa ya, ukayakumbuka yanaweza kukuletea rapid ejaculation tofauti ya rapid ejaculation na ile ejaculation nini? ile ejaculation wakati unajua kabisa hapa nafika kileleni niunakabisanafika yani, unajua kabisa nafika kileleni kabisa, unajua kabisa hapa naenda kumaliza, unajijua. Rapid hujijui, una, inakusurprise wewe na wewe na mke wako naye anasurprisewa, yani wote mnasurprisewa, wala uelewi, unashangaa tu imemalizika. Sasa wake so, zetu kwa kutokuja anakuuliza kwa nini nini kimetokea? autaki uulize swali kwa sababu hata yeye mwenyewe unamuuliza hajui <laughs> kimetokea nini? Yeye mwenyewe amefanya nini? Amesurpriseiwa. Wait, mwili mwili, uzito, stamina, kukosa mazoezi havisababishi rapid ejaculation, vinasababisha early ejaculation, kwa sababu mtu anashindwa kustaminize muda mrefu, kwa hiyo analazimika ana, ana, ana ku kufika kileleni. Sasa watu wa hivyo wanavyokuja kwenye sex therapy, tunachowasaidia ni kusaidia namna ya kucontrol mind zao ili waweze kusustain, sio kwa muda mrefu lakini at least considerate, siwezi kwa muda mrefu. Unamsaidia mind. Kwa nini unamsaidia mind? Kwa sababu process yoyote ya ejaculation kwa mwanaume inaanzia wapi? Kwenye mind. Process yoyote ya orgasm kwa mwanamke inaanzia wapi? Kwenye mind, mind. Ndio maana neno lolote au mazingira yoyote yatakayomsumbua mind ya mwanamke yanamkausha kila kitu Mind. Kwa hiyo mwanaume kuwa makini na maneno nayosema, wakati unataka kuandaa. Siku mbili zilizopita, kuna client amekuja kwangu, ni Mtanzania ameolewa na Mwisraeli fulani, mzungu mmoja. Sasa wakanaleza difu walilotokea wakati wanaenda kwenye wanamatifu, akasema ngoja tuende party, usiku, kasino nini, ili tuende sleep, we tukalale tufanye mapenzi ili tusameane s so, walivyoenda, wametoka kasino Walifika kasino wote, ni mara ya kwanza kuingia uh, kasino. Kwa ile kwa mke akawaambia wale watu wa, wa, wa, nielekezeni akawambia wale nielekezeni mnacheza cheza vipi hapa kasino. Mume wake akataka amuelekeze. Sema akamwambia, unaelekeza vipi wakati wote tujui? hatujui akamin lekeza pale, lakini alipomaliza akawambia wale wa Tanzania, naomba mnielekeze kwa Kiswahili. Sasa, wakati wamemaliza kila kitu wanatoka waende sasa hotelini. Kumbuka wameenda kasino, wafuende hotelini for nice sex. Wakiwa kwenye gari, mke akamweleza kwamba jisemweniuzi pale ni uzi ni kera sana. Waliofika kule, waifu anajua kwamba kutakuwa na seks ili anaoga, kurudi akuta jamaa mpaka asubuhi <laughs> Kwa hiyo there was no what sex. Kesho yake ule ugomvi walienda kupatanisha, ukawa mara tatu. Nikamwambia ule mama, kunapokuwa na mazingira ya sex, fahamuni kabisa, sex starts from the mind. Kinacho release ejaculation ni brain. Huku sasa kitendo chaku, mnaanza kubuild up kwenda silipe ukaleta tifu Tunaelewana, tunaelewana. Sasa wengi tunadanganywa kwamba ukiona nakuja hivi, unaona hiyo ni shida, unaweza kufanya hivi, unaweza kufanya hivi, it, it is not true. Na ndio maana mara nyingi tunashauri kwa sababu ya uasili wa sisi kuja mapema, ni vizuri wengi tukajifunza hekima ya kuinvesti kwenye foreplay. Watu wa Mungu tunajua foreplay, eh? unajua foreplay Mungu eh? Ametumba, ninamwambia kwa watu, ndio maana Mungu ametumba na viungo vinavyokunjika, hajatumba static na viungo amekaa kama nondo namna hii. Kwa hiyo unaweza kutumia pua, vidole, mikono, kisigino, pua everything unaweza kutumia kufanya foreplay. Sasa kwa sababu wanawake by nature, wanatumia muda mrefu kidogo kuchelewa kufika kileleni, huwezi kuhakikisha ukamsustain ukamfurahisha kiasili tu hivi hivi. Kwa sababu, kumbuka nimesema wao wanataka intimacy sana ili waweze kufanya sex sawa? So, one of the greatest intimacy mkitaka kukaribia sex ni foreplay. Wengine culture ya foreplay hatuna, tumeaminishwa kwamba ukitaka akishatoa nguo usimcheleweshe, yaani kama vile ni kuku, ataondoka atakimbia <laughs> tumeshaaminishwa na, na, tumeaminishwa hivyo na kwa sababu tulishakuwa kwenye sekondari kule, tuna vithiori vyetu tunavikumbuka, kwamba ukishafika tu gusa hapa gusa hapa halafu nenda. Yani ni, ni, ni kama kamay, yani ume, ume krem kabisa yani, ni kama vile kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ame <laughs> And it wapi unamgusa nywele zake bombi, how was your day? Siku yako ilikuaje? Wapi unamruhusu ajalie kifua chako atulie tu usikie mapigo yake. Ah, unaogopa lakini anataka bwana. Kikwapa kikwapa nanuka. Wapenda, unajua kwenye master bedroom tuna video deodoranti flani, eh mara nyingi unakuwa navyo vile. Bwana asifiwe Bwana asifiwe. Wapenda, si unajua deodoranti eh Tendo la ndoa ni context, ni mazingira. Ukiharibu mazingira, umeharibu kila kitu. Na ninyi wanawake, lazima mjijue. Huwa nawaambia watu, naambia tuna wanawake wa aina hizi when it comes to orgasm. Tunapozungumza ejaculation, tunazungumza mwanaume; tunapozungumza orgasm, tunazungumza mwanamke. Tuna wanawake wa aina tatu inapokuja ishu ya orgasm. Tuna wanawake wanaitwa early comers, alafu tuna wanawake wanaitwa moderate comers afu you tuna know, wanawake wanaitwa late comers. Huyo mke wako unamjua ni yupi? au unamjua jina lake tunaitwa Magreti, humjui ni late comers, ni moderate. Hata ye mwenyewe hajijui, anajua tu Mungu. ah, jijue we ni late comers au. Ni late comers ni watu gani? Ni wale watu, ni wadada ambao ana uwezo wa kufanya tandwa muda mrefu, lakini haji haji, wao wanachelewa, anajua anachelewa kuja kufika kileleni. Moderate comers yuko kati It takes few minutes, iko hapo kati. Early comers anakuja mapema sana, yaani hata ile foreplay tu anamaliza, hana shida. Kila mtu mwanaume angemtamani huyo <laughs> wa hivyo <laughs> wa bei rahisi <laughs> pambana. kama una late kama pambana hivyo hivyo, Mungu atakutia nguvu. Mtu mmoja akaniambia, nikamwambia mume wangu niandaye, akamwambia nikuandae wee samaki? <laughs> <laughs> Nikamwambia kaka, sio samaki tu zinaandaliwa, hata hao watu wanafanya nini, wanaandaliwa. Bwana sifiwe. So ndivyo walivyo na maandalizi yake, maneno, matendo kidogo, actions mbili tatu. so, sasa lakini vizuri ujijue sasa, sisemi mkakae jioni, mnampa karatasi andika we late, we moderate hii we... unajua through experience ya kawaida kwamba mke wako ni late kama na, kuna wengine huo wana, wanahamahama wana, unaweza kushangaa mna mazingira mazuri anakuwa ele, kama mazingira yamebadilika anakuwa late na kwa sababu ya kuto kujua ndio maana mtaani unasikia, umesikia ule wimbo wanaimbaga nikagongee nyagi umesha, umesha, umesikia ule wimbo watu wa Mungu, simnasikia <laughs> ni kwa sababu ya mentality ya kufikiri kwamba sisi ni, ni ngumu kumsaidia na hawafiki muda mrefu na humjui kama ni late ni early ni moderate. Kwa hiyo sasa ili uweze kusustain, gonga nyagi nikagongee nini, na ile inaendelea kuwaaminisha watu sasa hivi wanawake wengi wanaokuja kwenye session wanalalamika kwamba waume zao, wa ili wafanye tendo la ndoa lazima walewe. Watu wengi wanaamini kwamba akishalewa ndio anaweza kaa muda mrefu, hawajui sayansi. Sayansi inayofanya mwanaume anayekunywa lika, hard lika, akaye muda mrefu, sio kwa sababu inamwongezea nguvu za kiume, that's a lie. Ni kwa sababu inatengeneza nambu. Madaktari mko hapa, nambu ni nini? Ganzi na maeneo yanayokufa ganzi wakati unakunywa liquids ni maeneo ambayo ni soft including your penis. Kwenye kichwa cha penis kunakufa ganzi, kwa hiyo you don't feel the pleasure kirahisi, kwa hiyo unakaa muda mrefu. Wanadanganyana mtaani kwamba umeongeza nini? Is not nguvu, umekufa ganzi. <laughs> Umekufa ganzi, kwa hiyo unakaa muda mrefu sasa kinachotokea kwa sababu ya ile hard liquor, ile ganzi inakaa muda mrefu, haijaisha mpaka mwanamke anafika orgasm, wewe bado. Mwanamke akishafika orgasm, kinachoendelea baada ya hapo kinatengeneza pain. Ilo tendo likiendelea kufanywa kwa stahili hiyo, mwanamke anakuja kutengenezea another psychological problem inaitwa orgasmic impairment, kwa anakuwa ni wale ambao anaweza akafanya tu hafiki Lene. kwa sababu amechanganya pleasure na pain. Sasa unaweza kusema mimi, mpendwa, sinywagi ile kitu, lakini kuna kuna wengine ambao tunashawishiwa kupata baadhi ya dawa, kununua baadhi ya Viagra au kunywa baadhi ya vinywaji any external e, dawa ambayo unafikiri kwamba ita inakusaidia ili kufanya hivyo Mwanaume akifika kileleni anajua kabisa safari imemalizika kashafika anakokwenda mwanamke, jinsi pressure ya furaha inavyopanda, ndiyo anakaa mkao wa kuanza safari. Mwanaume destination yake kwenye tendo la ndoa ni moja tu, ejaculation. Amesema vizuri and Sadak. Mwanamke destination yake ni connection, yaani anataka process nzima ilete nini? Connection sisi sisi process nzima inipeleke kwenye ejaculation. Ndio maana mwanaume come sun come rain, lazima ata ejaculate, yani hata kama umefika point umekamata, lazima amalize kwanza. So hapo ndio destination yake, afu mambo mengine ataendelea baadaye. Ndio maana mtoto, mmekaa hivi, mara mtoto akaingia baba, lazima malize, yani atafanya ata rapid, itakuja tu ya rapid, yaani haiwezi kwa sababu destination yake ni kumaliza wakati mke anataka connection. Sasa so imagine hawa watu wawili hawajuani, huyu anataka afike destination ya ejaculation hamjui, huyu anataka kufika kwenye connection. Ndio maana nakuja nawambiaga wanaume penetration kwa mwanamke is not a goal, kuna mtu ananielewa. Penetration kwa mwanamke is not, is not a goal, anaweza akakaa kifuani kwako kwa akamwekea hivi akapata ugazi akakwambia yani mfurahi sana. Mwanaume a -a, lazima penetration. Ndio maana mwanaume mkapanga holiday, panganda Dubai, mkapanga kwenda wapi, kila kitu mkipanga, mwisho atakuliza siku zako zinaanza lini? Hataki biashara ya Sara, asija akalipa vitu alafu akaja amesema tu bwana asifiwe. Mwanaume hawezi. Ndio maana hata wakati anapanga harusi, honeymoon, atakagua mambo yote, atakagua, atakagu, usikute tukaenda honeymoon alafu vitu vikaanza huko, anaona kama amehapata hasara, wakati kumbe yeye kukaa na wewe kule, mko peke yenu, that is enough not for your husband band oh, sio kwa mwanaume. Sasa nachosema, pamoja na hizi tofauti, ni vizuri huyu mtu A amjue mtu B na mtu B amjue mtu A. Kuna mtu ananielewa sasa? Embuona jinsi ambavyo umetoka kwenye ndoa ya babako na mamako mpaka umri uliopo, labda hawajui hayo mambo. Mko saba wote, mmekuja kwa neema tu, no pleasure. No pleasure, na wewe unaendeleza ile ile staili zote zile za kalipita ndio mnazoendeleza kuna watu mpaka leo hamwezi kufanya staili ya tofauti, yani staili ile ile mlioletewa nayo duniani, na ndio hiyo mmeletea watoto wenu nandiyo, iyo, iyo, na ndio hiyo hiyo, na ukitaka kufanya kitu cha tofauti tu nani amekufundisha hii kitu. Na baba yangu mdogo moja, alikuwa mtu mzima, akamua binti moja mdogo kidogo, akanambia, so before we, kabla tujafanya, ni kisi kidogo, akambia mambo ya anasa, nani amekufundisha uhuni sasa? So yule yule, yule binti akala kuja kushtaki kwetu. <laughs> Nikaambia, shida umeenda kwa mtu mzima mno, hii mambo huku aelewi. Hiyo kitu unatokisi huku ya nini? Ataki ujinga huo. <laughs> Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ya mwisho ya mwisho ya tano, tofauti ya tano, mwanaume anaweza kufunga distraction yoyote isisumbue akili ya yake hadi akafika ya kileleni. Mwanaume mwanamke, distraction yoyote kwenye akili na hisia yake, hata iwe ndogo, ina distract mood yake, na iki distract mood ina distract everything kwenye sex. Kwa hiyo wakati una approach sex kwa mpenzi wako wa kike, mke wako, kuwa makini sana na mazingira yote, including maneno yako na uhakika. Hapa imeshawahi kutokea, unamwandaa mke wako kabisa kwa tendo la ndoa labda na, na, na, na night dress kashavaa, yani kabisa yuko tayari kabisa. Ghafla unashangaa amekuwa mkavu kwa kutu, kujua un... nini tena kimetokea. Kumbe unaweza kuta katika maongezi kuna kitu umekosea kidogo tu, unaweza kuta ni joke tu katika story tu. Hapa tunakwambia hata mama yako si yuko hivyo hivyo. Uh, umesemaje ukisikia hiyo umesemaje? Mwanamke ameumbwa kukitokea shida, Biharamulo mpaka na Chingwea, tunaelewana? Any small distraction, kuisha habari yake. Kwa nini? Ameumbwa kama uni system, kila kitu kwake kiko system moja, wired in one system. Sisi tuko multi system. Mwanaume ana uwezo wa zetu ni kama kama zina makbai. Mwanaume anauwezo kujisahaulisha, unamdai akaweka deni lako kwenye kabati fulani akasahau, unamdai siku namdsh, ana uwezo wa ku kitu asichokitaka kiende kwenye unconscious, kwenye subconscious, kiende kwenye unconscious, ana uwezo mwaname. Mwanamke vyote vinakaa con, vyote enyet, vyote ndio maana ana uwezo, wakati huo wanafanya tendo la ndoa, wakati huo anawaza, ukimaliza hapa unakula maboga unakula nini, ukitoka hapa na nguo zako zimepasiwa zijapasiwa. Ana uwezo mwanamke, anawaza vyote wakati wewe ukiwa unaendelea vile, akakwambia tu bahati mbaya, alafu ukimaliza hapa kuna ile risiti ya ada pale, biashara imeisha hapo, hapo kama vile gari imezimia mlimani, furu, furu, furu, furu, furu, furu. Kwa nini? Umesikia tu ka kitu kimoja kanachosema ada, neno ada. Wanawake, naomba niwafundishe mlioko hapa, kati ya vitu ambavyo vinainterfere ejaculation ya haraka rapid ejaculation, sio ele, rapid ejaculation kwa mwanaume ni sentensi zinazohusu uchumi wakati wa tendo la ndoa, weka mbali na watoto, haifai kabisa sentensi zinazohusu hela. Mwanamme alivyoumbwa brain yake taarifa yoyote nahusu hela, kama ni mikutano ya chama, taarifa nahusu hela ni AGM, ni mkutano mkuu. Kwa hiyo ubongo wa mwanaume hauwezi kudiskasi kijinga. Ndio maana fanya, fanya utafiti, kaa na mme wako kitandani, hamna nguo, mko uchi wote, mmelala, mnapiga stori, mnapiga story, mnapiga story, alafu leta story ya hela, huwa ananyanyuka, alafu anakaa, um, umesemaje breni namwambia sasa, sasa kuna swali ambalo hautakiwi taanaweza akachukua taulo sehemu akajifunika kwanza. <laughs> Yani ubongo unamwambia kuna hali ya hatari hapa. <laughs> Ongea kwa heshima hapa. <laughs> Sasa wake zetu nyumbani hawajui, katikati hivyo anakukumbusha uliniahidi, hujanipa wakati ukienda kwa wale wa mtaani wale, they know how to prepare, wanakumarinate kama nyama ya kuchoma, alafu wanajua sehemu mahususi kabisa. Ukimaliza, ndio wanachomeka hapo kakitu kao kakuomba, unashagana, unaambia iko mfukoni, toa mwenye, toa mwenye, toa mwenye, toa mwenye. <laughs> wife wa juu anakukumbusha huko juu hapo, hata hujaanza anakukumbushia hapo hapo, alafu unaifaa umesahau eh? <laughs> kitu kinaishia hapo hapo. Bwana asifiwe. Mwanamume anaweza ku, ku block my distractions, mwanamke hawezi. Anything that inachoingia moyoni mwake, kwa hiyo tengeneza mazingira. Nimewambia inachukua muda gani kumwandaa mwanamke for good sex? Eh? Wangapi wanajua mwanamume ni muda mwana gani <laughs> Inamchukua mwanaume muda gani eh? Mwanaume anachukua muda wa dakika tatu. Kwa hiyo kimaandiko, sisi wanaume, andiko letu ni moja, linasema iweni tayari wakati mnaofaa Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW awasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa akikujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.